Kuwa mbali na nyumba yangu nikahisi nyumbani kwangu kuna kisokolo kunyu kimefika. Haya, huo mchanga unapeleka wapi na nani amekutuma? aiweka tu mamemo tushima litikola shakola miko jiga ibona chema chendula masiko fanaye lima chosoma ziko jiga eti chendula masiko fanaye Afu, kanasema jiga huyu atakuwa ni chendu tu, na anaonekana ana dalili ya uoga. Ndio maana ametuma kisokolo kwinyo, siku nyingine aje mwenyewe. Hili siwezi kulifumbia macho kuona kisokolo kwinyo kinakuja nyumbani kwangu na kuchota mchanga na kuondoka nao, lazima hizi taarifa nimfikishie mshirika mwenzangu muda huu, ili tuweze kumkomesha kabisa huyu mpumbavu. Chafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya mm -hmm. kama wewe imepotewe mwenzetu na dini tu, maana hata kama uko kwenye dini kwenyewe wanasema mjali jirani. Huonekani kwenye kigodoro, sio kwenye kigoma. Wewe sijawai kukuona hata kwenye tarumbeta, huwezi kucheza. Tulia pembeni, piga kelele kwao. Utakuja kuwa una ndugu wewe shughuli pale kwako, kutakuwa amna. Umekaa tu nanisikiliza kama ulei nachokizungumza, mama. Nimekaa kimya kwa sababu hayo mnayoyataka nyie, si tarumbeta si kigoma, kwenye imani yangu mimi hainiruhusu kufanya hayo mambo, alafu kwa muda huu tunaopoteza hapa kupigizana kelele ni muda wa kwenda kujiandaa tukafanye ibada. <laughs> Hey, mie hoi, mbona ibada <laughs> Ibada? kwa ibada gani hivi? Ukija kupata shughuli ndo unaozesha pale, watakuja maustazi tu kuja kukata viuno, wacheza chula ndo sisi pale, watakuja maustazi kuja kuchambua mchele? Yaani ukiipata shughuli jua kabisa utomwona mtu yoyote, labda ashuke malaika samawini juu. Ndo maana yake nawahurumieni sana, kwa sababu hii ni dunia tu, alafu siku zote mti mzuri wenye matunda ndo huwa unapigwa mawe. Kwa hiyo siogopi kwa chochote mnachokisema. Wewe unakijua, hakuna chizi shuli, mama yangu hakuna chizi sale, sijui. Tunaelewana? Utakuwa na shuli kadogo hapa. Tunampigia mbuzi gitaa, linamwingilia huku linamtokea huku. Hebu tuondoke, mimi mwenyewe macho ashaanza kuvuma. Alafu unajitia unadini sana, wakati kilimo imekukaa usoni ovyo hmm. Eh. Ewe mana, bafasha abantu bawe mana hiba menya haba kuli biki. Hii ni tsunami, hii ni tsunami, tunazama, kuna chombo cha kuokoka. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka kuongea na wewe, isipokuwa unisikilize kwa umakini sana. Hili jambo ni la muda sana, ila nilikuwa nasubiri subiri wasaa maalum ufike nikufahamishe. Binti yangu, wewe Mwenyezi Mungu amekujalia tunu ndani ya mwili wako, na tunu yenyewe ni maono yaliyokuwepo ndani yako, nikimaanisha kwamba una viumbe ambao wanakumiliki na kukuongoza na kunusuru kwa kila jambo baya. Hivyo kukufahamisha hili ni kwamba unatakiwa kujitambua, endapo vimetokea vitu usiwe mgeni navyo kwa namna yoyote, ambayo utakokuwa labda umeota au umekutana na kitu cha tofauti na wewe mwanadamu, basi ujijue kabisa, si wewe tu, ila una vitu ndani ya mwili wako, ndivyo vinavyokufanya uwe hivyo. Jomba. Ni unavyoongea hivyo ndo naanza kuelewa. Maana kuna hali huaga na ipitiaga mara kwa mara. Na maraka za huaga na hota na kimbizwa na kundi la watu ila hawajawahi kunipata. Na kuna mmoja anakimbia, alafu naona kama napanda juu wao wanabaki kwa chini. Hivi unavyoongea naanza kuelewa ni nini kile. Maana huwa zinajirudia sana na kosaga majibu. Mhm. Mm, Swadata. So hiyo ndo ilikuwa maana yangu. Sasa nadhani hadi ya hapo itakuwa umenielewa na kuniamini. Sasa unatakiwa kujitambua, si ndoto tu kwamba zinakuja ndoto hivi hivi za kawaida, isipokuwa zina sababu. Na pia si wewe tu, ni hivyo ambavyo nilivyokuelekeza. Sasa haitotokea madhara yote kwa watu ambao niponao ukaribu, labda kunitenga, maana mimi na marafiki zangu na mara nyingi huwa ndivyo ninavyoviona na kuviota na wahadisiaga na vinatokea kweli. Je, hawatonitenga wala kunena na utofauti wowote? Hilo lisikutie shaka, mjomba. Kikubwa unatakiwa tu kumshukuru Mungu na kufurahi kukupa hiyo tunu ulio nayo, maana wengi wao hutamani kuwa kama hivyo wewe. Na ndio maana unapokuwa katika hali kama hiyo, maadui wanaongezeka, kwa sababu hakuna anayefurahishwa nayo. Hivyo ni kuwa makini na kufata kile ambacho kuwa nimekwambia. Dhumuni la kukuambia hivi ni kujitambua ili ujue unajiongozaje. Sawa mjomba, na kweli. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya Dada, wacha Nimetoka nyumbani vizuri tu. Nimefika hapo mtawakati kiatu kimenikatikia. Noma, nimekishika yake yamekushika mkononi. Mm. Mm -hmm. Hai, hai vipi? Yaani dada nilichokiona huko. Uwezi <tikia> amini mean na nikikuelezea sijui kama utaamini. Bwana wewe punguza payo. Afu niambie cho chokutaacho kunachokunanga nchanganya sasa. Siamini. Siamini nini? Sichokiamini kwako, ongea. <laughs> Yaani dada, nilichokiona huko, siamini macho yangu. Nimemwona kiepe akitembea hivi, ana matege. Sasa sijui kaniona, ndo ananiigizia, sielewi. ni mchafu mchafu, yaani ni kama watu wa mitaani, kabeba sijui mdumu wake mchafu, yaani ni yuko ovyo ovyo, dada yangu, nakwambia. Mimi najua nyinyi mnamtafutia sababu yule mbona wa watu haya, mimi nimetoka nyumbani, nimemwacha huko. Wewe unasema umemkuta huko sijui yupo chabara gara sijui kitu gani. Mbona sikuelewi mdogo wangu? Wewe unyosha maelezo. Kwani dada mkipe simjui sikipe? Umempeleka saluni kanyoa hivi kabisa kapaka sijui na spa black, ile ni kiepe, dada. Sasa wewe mcheke cheke tu, kiepe anifanya mimi mjinga, anaacha kufanya kazi za nyumbani anaenda kubeba midomo ya watu anatembea na matege <laughs> basi. niachie mimi mdogo wangu, nitajua nalimaliza vipi. Yaani dada we mchekecheke atakuja kutuletea matatizo pale nyumbani. He, we haya, mm. <coughs> Nimekuelewa, acha mimi nikatafute nirudi. Naomba ukapike huko kwangina. Unaenda wapi? Naenda wapi? Naenda kuheruka huko, bila kuheruka nyinyi mnakula nini? Aya basi, baadaye mm. <coughs> Tunasubiri kama mashua katikati ya bahari kuu. Bila shaka kazi imeenda kama ilivyotakiwa, jambo limekwenda vizuri, na kwa jinsi nilivyomfanya, amna mtu anaweza akamjua akajua chochote kile, kwa sababu nimetoboa macho. Kwa hiyo naamini ushahidi wote nimefuta, ondoa shaka kwa hilo. Nimekuelewa na nikupongeza kwa kusema safi sana, kwa sababu yule jamaa ameshanifanyia matukio mengi sana ya ajabu. Yaani hata ule mzigo alionipatia aufikii kabisa ni thamani ya pesa zangu. Kama mlifanya ile jambo kwa uhakika, ni kushukuru sana kwa sasa. Uende kajiweke sawa, nawa mikono vizuri, hifadhi sehemu nzuri, dana yako maisha naendelee kuhusu kujisafisha Hakuna shida. Vipi kuhusu pesa yangu, Magambo? Unaoleza pesa kwangu, hilo ndo shaka. Nenda kajiandae. Ukisha kuwako smart, tukutane pale pale tunapokutanaga. Uje kuchukua mzigo, uje kuchukua donge nono, utafulai rubarubanza. imekwisha hiyo Wadudu wadudu wae, karibu vipi wadudu. Hapo ndicho kaka Obi ametoka ameenda hospitali mara moja, maana anaumwa. Yuko sawa, sikiliza sana nikuelekeze Kako akija pamwelekeze kabisa. Mi habari za kitoto sifagilii, afu milunda yangu hataki kunipa, kila siku anakula kona tu. Akija mwelekeze, kipunja amekuja hapa, nataka milunda yake basi hivyo, mi nitakuja hapa nitaondoka na sabufa, naenda kusukuma huko mbele kwa mbele na jilipia hela yangu. mwambia sponsor na rangi ataumia. Imechafuka mioyo

Nishakutumia hapo laki moja. niwee kutoka hapa kwenda huko sokoni ukachukue hizo nguo. Na usichelewe kurudi maana unajua kule tuna deni. Kusi la tusijali. Yaani ndio nilikuwa naisubiria. Jana kwanza niliona kama anachelewa kufika leo. Kwa hiyo leo hapa mimi nanyanyua miguu yangu fyu mpaka huko. Nikishafika na kuchagulia yani, na viwalo vikali dada. Hautaamini. Yaani ukifika hapa kazi yako ni kusambaza, kila nyumba lazima ichukue. Kwa hiyo kuhusu mambo ya hapa. Kuhusu mambo ya hapa. Hata usijali. Sawa, ongea tu lakini ujue ishapita. Ah, da isha. Na na leo, leo, si ishe urudi hapa na nguo ambazo zieleweki. Ah, asa kwani mi ela yote ntachukua cheni? Ela yote siwezi kuchukua cheni, najua kwanza, nachukua nguo. Nikishamaliza kuchukua nguo, itakayobaki ndo ntachukua cheni yangu, ikibaki baki. Na kisa ah, unasemaje? Aya, fanya haraka basi. ah, basi mm. Alafu sasa, usioni kama sijabadilisha nguo kule, kanisifia nimependeza, kwaio nilichokifanya mimi tu. Nashukuru kwa kuweza kunibadilishia mwonekano wa nywele zangu, basi Yani hapo tu ndo umenikosha kwao. Nikienda huko najua nitakapopita tu macho yote kwangu, na nitakapoenda kuchagua nguo lazima niende kwenye duka la mkaka, ili akijilegeza tu nimepita naye yani. Lazima yani nachukua nguo za elfu hamsini elfu hamsini nyingine namtoka yeye kwao hapo tu, na ulivyonipendezesha hivi. Ah, mdogo wako si unanijua? Sawa, sichelewa kurudi. Ah, bwana sichelewa. Nimekuita hapa pembeni, nahitaji nizungumze nawe kwa kina sana, na unielewe kitu ambacho kimejitokeza nyumbani. Mimi sijakipenda hata kidogo, kwa sababu mtu anaponipa zamana, mimi huwa sipendi hasara yoyote ilitokea ajisikie vibaya. Kwa, sijafurahishwa na kile kitendo kilichojitokeza pale. Bora mimi sijafanya makusudi, ilikuwa ni bahati mbaya tu. Kwa, nimefanya makosa kuambia unaokotea, sio kwa maana nakukumu lasha, isipokuwa najaribu tu kukuelekeza ni jinsi gani unatakiwa uishi kwa kipindi hiki, kwa sababu mwanzo umka, mnaishi wote wa kike, nimeongezeka wa kiume pale nyumbani. Kwa hiyo nikuombe kwamba unapotoka kuoga jaribu kustili mwili wako, ili isije kaleta asali baadaye kwangu, hata kwakoye, kwa sababu ni mtoto wa bosi. Kwa hiyo kwa nazidi kukusitiza kwamba em, kuwa makini jiweke kwenye stara. Embu tuachane na hayo Kiepe. for the first time I see you, moyo wangu ulifanya ka kwako, yani nilitokea kukupenda Ayo, kwa hiyo niza, unataka kuniambia yale mazingira yote yaliyotokea, kumbe una fly? Yaani wewe kudonosha nguo yako ya ndani, mimi nakuniamuruni yokote, kumbe unalaku kichwani kwa sababu unahisiana na mimi? Hapana nimeishi kwa muda mfupi kwa kuona mbuyu, lakini nimeshindwa kabisa kukumbatia mbuyu. Sasa nimeshindwa kuzuia hisia zangu kwako, kiepe. I love you so much. Stop. Please. Hata siku moja sija tena ikatokea kuzungumza hicho nachokizungumza mbele yangu. Mimi huwa nipo makini sana na kazi yangu, tena pale navyoona mtu yupo karibu na mimi anachezea ugali wangu, I say, mimi ni mtu mbaya. Sasa usitaki hata siku moja uione sura yangu mbaya, utanona tofauti. Are you okay? Take care. <laughs> Panya ajanasa kwenye dagaa. Sasa naweka nyama, taingia tu kwenye mtego wangu. Mimi ndo niza ban. Mama angu, mi nimekuja na ujo wangu hapa. Mkono wangu unauma sana, na hivo unavyoniona nimetoka hospitali kwa dokta, ameutizama lakini amesema hauna tatizo lolote lile. Kwa hiyo ameambulia kunipa dawa tu ya kuchua. Kwa hiyo nikasema hata hii dawa siwezi kuitumia mpaka niende kwa mama kwanza. Ndio maana nimekuja ili na wewe uweze kuangalia chanzo kikubwa ni nini, mpaka huu mkono kuniuma hivi. Hebu lete mkono mwanangu kwenye pitapita zako hujakutana na mtu yeyote ukampa huu mkono, mkono, mkono? Mm, kweli kuna mzee mmoja hivi nilikutana naye anamvi nilivyomsalimia, akasema shikamoo haitoshi ongwano waga tunapeana mkono, basi mimi nikaona kawaida tu nikampa huu mkono ko kwa sikuelewa, kwanza hapo nini viliendelea hmm. Sawa nimekuelewa, lakini usijali Ukitoka hapa kwangu ukienda nyumbani, uko vizuri tu, mkono umepona tena umepona kabisa. Usiwe na wazo tena la kusema mkono na nyuma. Unachokisema ni kweli? Ni kweli mwanangu, kwa siku zote naweza kupaga msaada. Kuna siku nilifeli? Hapana, ujawai kufeli na kuaminia sana. Basi sawa mwanangu, wewe nenda nyumbani kapumziki. Sawa mamangu, mimi naenda lakini umenipa msaada mkubwa sana kwenye mambo yangu, ila mimi sijai kukupa fadhila yoyote ile. Siku ikifika nikihitaji msaada wako utanipatia, mwanangu? Au ondoa shaka, mama wangu, muda wote unaponihitaji kuhusiana na msaada, uwe niambie, nitafika kwa wakati. Nimekuelewa. Nenda nyumbani, kapumzike. Haya, hamna shida, nashukuru sana. Hai. Hai. Chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni ni kama dunia imesahau hazina ya upendo kuna... bila shaka uwe ni mhusika wa humu ndani. Nashindwa hata na kujibu nini, kwa sababu umenipita tu hapa pasina hata salamu. Aa, sawa. Habari yako? Salama, nikusaidie nini? Wewe ni mhusika humu ndani? Ndio, lakini mhusika zaidi ni mume wangu, ametoka. Sasa nisikilize, uji wangu hapa kwenu, nimekuja kufuata mali zangu, nimekuja kufuata haki zangu. Unajua mumeo ushafanya dili nyingi sana lakini, kila siku yeye kawa mtu a kwene dhulumu tu, chenga, chenga tu. Sasa leo nimeamua kufuata fidia zangu, yani namaanisha vitu vyote vya ndani nimekuja kuvichukua nikauze ili nirudishe gharama zangu. Kakangu, mbona hata sikuelewi, uchukue vitu alokuruhusu ni nani? kwa sababu jiwe hayupo na angeniachia maagizo. Na ukichukua hivyo vitu, mme wangu nitamwambia nini? Mimi sikuja kuwasidana na mtu hapa, mimi nimekuja lengo na mazumuni nifate mali zangu. Yani hata kama yeye ningemkuta hapo, wala singesubutu kabisa nikunifatilia na, kuni, na kunizuia kwenye jambo hili. Sawa, ulichokizungumza mimi nimekuelewa, lakini ukiachana na mme wangu, mi naishi na mdogo wangu wangu, naishi mdogo alafu mimi na mdogo wangu tunamtegemea mme wangu na ndo msaada mkubwa kwangu. Sasa kama utachukua hivyo vitu, unategemea mimi na mdogo wangu nitaenda naye wapi? Nitaishije na mdogo wangu? Sina pa kukimbilia wewe. Mimi hayo haya ni usu, na sijakuja hapa mimi kutoa msaada. Uh, kuna neno umeongea hapo umesema una pa kuishi lakini pia una mdogo wako unaishi naye. Nafikiria hapa ni kupatia hifadhi uendele kuishi huko ndani, lakini uishi na mimi, kwa sababu uweze jua jiwe ameondoka lakini ameenda wapi, atakaa muda gani, una huduma gani utapata kwa kipindi hiki. Naona hiyo ndio inaweza ikawa suluhisho kwa hmm, sababu kwa pesa ninazomdai. Sidhani kama atakuwa anaweza kunilipa, na kama hana uwezo kunilipa, unafikiri atarudi tena hapa? Je, utakuwa tayari kwa hilo? Usihofu, nakupa muda ili ufikirie kwa kina, na kwenda. Nitakaporudi mara pili, nije kupata jibu kama jambo limekuwa vizuri au nichukue vitu vyangu niondoke navyo. Chafuka, uh-uh. Mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea chafuka mioyo imepotea maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwisho ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni au